Tukio lilianzia pale maeneo ya Gerezani Kariakoo, e, mabasi yalichelewa kuchukua abiria pale. Lilipofika basi moja pale, watu walikuwa ni wengi, wa wakalishambulia na kuharibu vioo. Hata hivyo, fujo zile zilitulia na baadhi ya abiria wakaingia kwenye basi, wakaja nalo mpaka Magomeni Mapipa, ambapo inadaiwa liliharibika na wale baadhi ya abiria walishuka na wakachukua mawe yaliyokuwa karibu na, na kulishambulia kwa maana ya kuharibu vioo vya basi pale Magomeni mapipa. Wale walewale walikuwa wale wanatembea kwa mguu, waliotoka kwenye hili basi la hapa mapipa, wafikia eneo la Usalama wakakutana waka basi lingine, wakachukua mawe yaliyokuwa karibu na maeneo yale, alo wakaweza kulishambulia na kuharibu vioo la mwisho lilikuwa ni pale Magomeni Kagera ambapo sasa hao watu walikuwa wanatembea kwa mguu. Kumbuka liliharibika moja Kagera huku ah, liliharibika basi moja huku mapipa e, wakawa wanatembea kwa mguu. Walipoanza kushambulia tena gari lingine pale <clears throat> na kituo cha Mwendokasi pale polisi wakawa wamekutana nao wakiwa wanatokea maeneo ya huku e, Mazese kuna kituo cha Mazese Ubungo, ambapo vituo vingine vya huku juu vilikuwa, vilikuwa viko salama na magari ya huku juu yalikuwa yako salama. Kwa hiyo hicho ndicho kilitokea, na kwenye kundi hilo watu watatu wamekamatwa na wanahojiwa. Kwa kifupi sana hali ilikuwa namna